Baada ya video ya mateso ya Sofia kuvuja mtandaoni, dunia ilibadilika. Mashabiki walikasirika, vyombo vya habari vikapaza sauti, lakini swali moja lilibaki: je, Sofia alikuwa huru au bado alikuwa mfungwa wa kamera? Scene moja: mtazamo wa dunia. Siku chache baada ya video ya mateso ya Sofia kuvuja ilifika trending kwenye YouTube na TikTok. Watu walilia. Hashtag justice for Sofia ilianza kusambaa. Watoto wengine waliopitia mateso kama hayo pia walianza kutoa ushuhuda. Sofia si peke yake, mimi nilikuwa napigwa kamera ikizimwa, aliandika kijana moja kwenye x Twitter. Scene 2: mama yake Sofia anapoteza chaneli YouTube ilifunga channel ya mama wa Sofia kwa muda usiojulikana. Brandi kubwa zilizokuwa zikidhamini familia yao zilijitoa. Mamlaka za watoto zilianza uchunguzi, lakini mama yake hakukubali kimya kimya. Watu hawajui gharama za maisha, bila channel hii tutakufa njaa, alisema kwenye video ya Instagram. Aliibuka tena na channel mpya, jina tofauti lakini sura ya Sofia ilianza kuonekana. Scene tatu: Sofia amehamishiwa, lakini hakuna amani. Sofia alihamishiwa kwa bibi yake, lakini hata huko, kamera iliendelea kumfuata. Channel mpya ilianza kupost video zake, akipika, akisoma Biblia na hata akilia. Video hizo zilipewa jina Sofia's Healing Journey lakini watazamaji wa kweli waliona kitu kuna kitu hakiko sawa, huyu mtoto bado anateseka. Sin nne: siri za ndani zifichuliwa. Simu ya msichana mmoja aliyekuwa rafiki ya Sofia: Sofia alikuwa analia usiku akisema, wanasema nimesamehe lakini sijapona, ninaogopa kulala, naota naibiwa maisha yangu. Ujumbe huu ulisambaa kama moto. Watu walidai sheria kali kwa kid influencers. Sin tano. Sheria mpya lakini wazazi wanapinga. Serikali ya jimbo moja ilipitisha sheria mpya: mtoto yoyote anayefanya kazi ya mitandaoni atalipwa asilimia thelathini ya mapato moja kwa moja, na kazi zake zitasimamiwa na mtaalamu wa saikolojia. Lakini baadhi ya wazazi walipinga, mtoto wangu ni brandi yangu Musiingilie malezi yangu, alisema mzazi mmoja kwenye mahojiano. Sin sita: kurudi kwa Sofia au sura tu. Miezi mitatu baadaye, video mpya iliibuka. Sofia alikuwa studio akiimba wimbo wa matumaini, lakini macho yake hayakucheka. Alikuwa kama mtu anayesoma maandishi mbele ya kamera. Watu walibishana, hii sio Sofia, ni kivuli tu chake. Kidlogging Chapter 2. Katika giza la likes na shares, sauti ya mtoto inazama. Je, dunia itamwokoa au itamsahau? Sehemu ya tatu hii itakuwa sehemu ya mwisho yenye teori ifamu za